Katika giza la machafuko ya Kongo miaka 1960, palisimama msichana mdogo aliyeitwa Marie Clementine Anuarite. Moyo wake ulibeba kitu kikubwa: upendo kwa Mungu na tamaa ya kutumikia. Machafuko yalipozidi, Mwenyeheri Anuarite akiwa sista wa shirika la Bikira Maria, alitekwa pamoja na masista wengine. Alisimama imara, uso ukiwa mtulivu, lakini moyo wake ukiwaka imani. Kiongozi wa waasi alitaka kumlazimisha amtende dhambi, lakini Anuarite hakutetereka. Kwa sauti ya uthabiti alitamka, siwezi kumkosea Mungu wangu. Maneno hayo yakawa muhuri wa ujasiri wake. Alipigwa, akateswa, lakini imani yake haikusalimu amri. Na hapo, katika umri wa miaka 25 tu, alitoa maisha yake kama ushuhuda wa usafi wa moyo na uaminifu kwa Kristo.